Dr. Saidi alimaarufu msitu mnene tiba asili na tiba mbadala, nimewasili mkoa huu wa Mpanda katika eneo la barabara la Two Way, kwenye kampuni ya Maisora. Nilifika hapa Mpanda kwenye hii kampuni ya Maisora, nilimkuta dada Farida anasikitika na tatizo la meno, lakini kwa kuwa nimefika naomba niweze kusalimiana naye, yeye atanipa taarifa zake aliendeleaje baada ya kutumia dawa. Dada Farida, habari za Mpanda? Salama. Habari za huko? Nzuri, kwema kabisa. Kwema kabisa. Habari za kazi? Nzuri. Mimi safari yangu kutoka Tabora ni kuja ndio kukusalimia, kujua unaendelea, unaendeleaje, kwa sababu ndo utaratibu uliojipangia kwenye kazi zangu. Nashukuru sana ndio, yaani kwa kifupi, tako umenipatia ile dawa ya meno. Nilitumia ndani ya siku zile saba ulivyonielekeza. Ndio, kwa kupiga mswaki asubuhi na jioni baada ya chakula, ndio, kwa kweli mpaka saa hizi sijapata lalamiko lolote la jino. Kwa hiyo una uwezo wa kula kitu chochote, kama mfupa unakunja bila shida, wenye mfupa anavunja bila shida kabisa. Kwa nasikia fizi kuuma, meno kunyuma mara kwa mara kwenye baridi, saa hizi nashukuru Mungu, ile tatizo limeisha kabisa. E, nashukuru dada Farida, ndugu e, watazamaji, mimi nataka niwambie kwa mtu yoyote mwenye changamoto ya meno, mimi napatikana kupitia namba za simu sifuri saba tano nne sitini na nne themanini na tano tisini na nane E, namba nyingine 0754648598 nairudia, 0754648598 Hapa ndiko kwenye kampuni ya Maisora e, biashara walizokuwa nazo e, wanasora na mimi mwenyewe nimejiridhisha zinafua umeme barabara. Kwa hiyo kwa watu wote wa hapa Katawi nafikiri wa wamuunge mkono Maisora hapa katika bidhaa zake eh, kwa ujumla nimeona watu wanavyopishana pishana, basi ni nzuri eh, mtazitumia vizuri sana. Watu wa vijijini vitawasaidia eh, ambapo umeme bado haujafika na sehemu ambapo umeme umefika, hii ni akiba. Baada ya kusema hayo, dada yangu Farida, ndio mimi nimezidisha maneno kwa sababu nimefurahishwa na swala zenu. Mimi nafikiri niweze kukwacha mtu yoyote, mwenye shida, mwenye kuhitaji dawa ya madonda, mumpatie namba zangu, mwelekeze makoma. Sawa sawa, mimi nashukuru, ni kwache, kaa salama. Aya, asante mkurugenzi, aya.